Yaani uwe umezidiwa, shaanza kusikia njaa. Interview imekuwa ndefu hapa mm. <coughs> nipate maandazi, kuchoka nipate, siachoka jasho nipate, nipate maandazi. Ma e, ha, kuchoka, choka. Ni ubinadamu ni e, nipate maandazi yenye hamila nyingi <coughs> nipoze njaa. Ni marufuku kupiga pasi ya nyuma, labda uwe umekabwa sana, ndio unaruhusiwa kupiga pasi ya nyuma. Hiyo ndiyo falsafa ya mwalimu Pantev. Na Pantev ana fomula mbili. Fomula ya kwanza ni mbele kwa mbele, yani twende kwao. Na kwenda kwao kuna mgawanyiko wa aina mbili, tunaweza kwenda kwa kupiga pasi nyingi za haraka haraka, ama tukapiga ndefu tukaenda kwao kwa kufika kwa wepesi. Na kupiga pasi nyingi za haraka haraka, wachezaji wa namna hiyo tunao, wakinabudo anagusa anaondoka anakwenda kuchukulia mbele, anaachia kule e, kupiga pasi ndefu. Hiyo ni kazi ya, ya, ya Alasane Kante nachukua Marichi. Kwa hiyo ni marufuku, hairuhusiwi it's strictly prohibited, kupiga pasi nyuma ni mdogo. Ehe. Ehe, lakini kwa hiyo eh, Simba hataonekana sana eh, eh, ko naweza nikachora hapa kama Mike Tyson yaani, eh, limradi kumwenzi tu, kumwenzi tu mwalimu wetu Pantev, mwalimu wa mikazo tachora hapa tatu langu eh.